Kuna gharama kubwa sana ya kuanzisha kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya watu. Na hii ndiyo sababu watu wengi wanakufa na maono walionayo. Mungu anaweka kitu kwako, na Mungu akiweka hicho kitu kwako, anachokihitaji kutoka kwako ni utii na hatua. Unaweza ukachukua hatua, na mkono wa Mungu ukawa juu yako ila usijifunue, kwa sababu kuna kawaida Mungu huwa anakaa kimya. Lakini pamoja na kwamba anakuwa amekaa kimya, uwepo wake unakuwa pamoja na wewe. Tuna watu kwenye Biblia wanaitwa Shedrak, Meshak na Abednego. Ilitolewa amri na mfalme Nebukadnezar kwamba ni lazima waisujudie sanamu, na yoyote ambaye hatasujudia sanamu atauawa. wow. Hawa jamaa shetak meshaki na Abednego walijiapiza wakasema kamwe hawatakuwa tayari kuisujudu miungu mingine. Wakaambiwa kama hamta sujudu takufa. Wakajibu wakasema hata kama Mungu atatuokoa ama kama Mungu hatatuokoa, ila sisi hatutasujudu hiyo sanamu. I like that sentence. Wewe tunamwona Mungu kwenye hili au hatutamwona Mungu kwenye hili, ila maamuzi yetu yako sahihi juu ya kile tunachokifanya. Kaambia maaskari wake kwenye hilo shimo la moto ambalo tunatupiaga hawa watu, ninataka huo moto muokoleze mara saba zaidi ulivyofunuliwa ule moto. Kitu cha kwanza ule moto ukawaua wale maaskari waliokuwa wanaoshikilia Biblia, nasema wakaanguka kwenye lile shimo zile kamba ambazo ziliwafunga kwenye mikono na miguu zimekatika. Biblia inasema mfalme akainuka kwenye kiti alichokuwa amekaa akaenda kuchungulia kwenye lile shimo. Swali la kujiuliza, mbona wale maaskari walipofunua tule moto walikufa, na mbona mfalme anaangalia na mfalme hafi? Mfalme ndo aliyekuwa anawaua, manake mfalme alikuwa na kinga ya kimungu. dho ni adui wa kina Shedraki, unapata ujasiri wapi wa kumwombea adui yako afe? Mfalme akaangalia akauliza mawaziri wake, hivi si tuliwatupa watatu munani? Mbona mi nikiangalia kwenye hili shimo ninawaona wako wanne? Lakini huyo wanne ni tofauti. Nikimwangalia ninamwona ni sawa na mwana wa miungu, manake yuko tofauti na wale watatu. Shedrak, meshaki na Benego hawakuona yule mtu wa nne ndani ya lile shimo. Aliyeona ndani ya shimo alikuwa ni mfalme. Kuna wakati Mungu anaruhusu maadui zako wasife ili waone utukufu wa Mungu kwenye maisha yako ni hatari sana ukataka adui aondoke, kwa sababu Mungu anakasistem na kapenda cha kuadabisha wale watu ambao wako kinyume na yeye, lakini ana njia yake yeye, sio njia yako wewe ya. Ukijiangalia unaona kwenye hii situation, mimi sijui watu wananionaje, lakini ngoja nikuambie, watu wakikuangalia wanakutamani. Ndio maana wakati mwingine jifunze kufunga domo lako kuwaelezea watu ugumu unaopitia, kwa sababu Mungu anachoonyesha sio ugumu. Mungu anaonyesha utukufu walionao. Ukiona mtu anakuambia we tajiri, kubali, manake haiwezekaniki wakakuona maskini wakakuita tajiri, it is impossible. Kuna picha ambayo wanaiona, hata kama uione, accept it. Hujawahi kujiuliza, kuna kipindi ambacho unakuwa huna hela alafu watu ndio wanakuja kukukopa pesa? Maanake hao watu wakikuangalia kuna kitu cha tofauti wanachokiona na wewe haukioni. Hata kama haukioni, haimaanishi hakipo. Mbona kuna wengine walipita kwenye situation kama yako, wakapanda presha wakafa, lakini mbona wewe haufi? Maanake kumbe kuna wanne ambaye haumwoni, lakini yupo, na adui zako wanamwona na wanamjua. Adui zako watesi wanakufuatilia kuliko wewe unavyojifuatilia. Kuna vitu huvijui, wao wanavijua Wanamonita kimya kimya, na Mungu hawaui. Mungu anajua wengine watakufa na presha zao. Sio kila anayekuwa kinyume na wewe lazima wawe na wewe. Yuda hakuuliwa, Yuda alijiua, yalimzidia, alimsaliti Yesu. Yesu kimya, anaendelea na mishemishi zake. Ikafika sehemu Yuda akaona mm, I can't handle it anymore. Hakuna silaha kubwa kama ukimya. Ukiona kuna sehemu ambao unakuwa pressurized kusema sana, jua ukikaa kimya unashinda kwa kishindo. Sio kila wakati uwepo wa Mungu ukiwa juu yako utajua, kuna wakati mwingine haujui. Lakini upo wakati, wana wa Israeli wanatoka Misri, wakiwa njiani kuelekea Kanani, ghafla Farao akaanza kuwafata, na wakati Farao anawafata, kuna kitu Mungu alifanya. Usiku Mungu alikuwa anatumia nguzo ya moto kuna moto ulikuwa unakaa mbele yao, na huo moto unatangulia, afu wao wanaufata huo moto, maanake huo moto ulikuwa unawaongoza njia, lakini mchana ilikuwa inabadilika, hawi hauwi moto linakuwa wingu kwao, linawafunika pamoja na kwamba linawaongoza lakini linawafunika kwenye jua kali. Jeshi la Farao lilipoanza kuwafuatilia, Mungu gafla akabadilisha strategies, ule moto na lile wingu walilokuwa wanaliona mbele yao ghafla likaondoka mbele yao, alafu likaenda nyuma yao. Swali la kujiuliza, walikuwa na, na moyo kwa sababu wanamwona Mungu mbele yao, wanaona wingu na moto wanaona mbele yao, lakini ghafla hawaoni tena mbele. Yule Mungu aliyokuwa anakuwa mbele yao hayupo tena, hawaoni tena, alafu wana taarifa kwamba Farao anakuja na jeshi lake. Bibilia inasema lile wingu likarudi nyuma, alafu likakaa katikati ya wao na jeshi la Farao, manake walipoishia wingu likaanzia hapo. Bibilia inasema lile wingu likasababisha giza kuanzia mtu wa mwisho wa wana wa Israeli kuja nyuma, kukawa kuna giza. Kuanzia mtu wa kwanza wa, wa, wa mwisho wa wana Israeli kwenda mbele, kuna mwanga, lile wingu limefunika. Kwa hiyo jeshi la Wamisri halioni kinachoendelea mbele kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ile spidi waliokuwa nayo ikabidi itulie, ikabidi wasimame. Ninapenda, kwa sababu wakati mwingine mkono wa Mungu hautusaidii tu sisi kuendelea, ila pia unawachelewesha watesi wetu. Ndio maana ukianza kupambana na mtu mwenye mkono wa Mungu automatikali vitu vyako vinaanza kuharibika. Ukiona umwelewe mtu mwenye neema ya Mungu au umwelewe mtu mwenye gresi ya Mungu, kaa kimya. Mungu anawaficha watesi wako namna ambavyo amekutumia wewe kufanikiwa. Kwa hiyo lazima ujifunze kukaa kimya, sio kila mmoja unamwelezea njia ulizopita ukafanikiwa. Hawakumwona Musa akinyosha fimbo. Kwa nini? kulikuwa kuna giza tayari limewaziba bahari ikafunguka, lile giza likaondoka, wakasema "Aha, kama wanapita kwenye ile bahari na sisi tunapita." Hawajui ufunuo uliomsaidia akapita. Usiogope kuona watu wanakuiga unachokifanya. Wache waige, as long as hawajui kii. Wache waige, wache, wache, wache wafanye unachokifanya, kwa sababu wewe hujakitoa kwako. Musa, lile tukio alipewa na Mungu, kuna instruction alipewa, alikuwa na keys. Bahari inakuwa juu, maana yake huko kuna kama kuna kio, huko kuna kio, maana yake unapata picha, unasafiri, unafanya utalii wa ndani, unaangalia nyangumi wanavyofanya kazi Nakwambia ombea sana maadui zako. aje bila jeshi kuwafata, hicho kitu kisingetokea. Mtu wa mwisho wa wana wa Israeli kupita, Mungu akafanya kitu kingine. Biblia inasema ghafla magari yao ya farasi yakawa mazito. I love Jesus. Mtu mwenye akili na ufahamu wa kimungu anaga maombi ya kumuua babu kumuua bibi yake. Nimesikia jirani mchawi namua, no, we never do that. tunakuombea maisha marefu Ina, Daniel wasingepata cheo kama Nebukadneza angekufa na moto. Ilihitajika tamko la Nebukadnezar wao wamiliki hizo title. Watu wengi wanaopingana na wewe ni kwa sababu hawajaelewa wanachokifanya, lakini baadaye wanakuja kuwa wasaidizi wako. Kumwombea afya ni kupunguza nguvu kazi yako. Wanaoshinda vita za kiroho sio wanaoomba sana, ila ni watu ambao Mungu amewapa hekima ya kukaa kimya pindi ambapo wanatakiwa kusema jambo. Na siku zote ukiona unapambana na mtu asiyejibu kitu, kimbia. Ogopa sana watu wanaohendwa ishu zao silent. Unamtukana mtu kwenye mitandao hajibu chochote, ukikutana na kuambia Mungu akubariki, manake anakupambanisha na bosi wake, anasema vita sio ya kwangu, na Mungu akiingia kwenye sii, simama pole Kwa hata siku moja usipoona chochote cha kimungu, don't give up, endelea kufanya unachokifanya, kwa sababu kuna sehemu anataka ajifunue. Funika macho yako tu.